Wezangu waliuliza wangapi ambao wamewahi kusafiri, na niliona kanisa zima mpaka watoto walinyosha mkono kwamba tumewahi kufanyeje kusafiri. Na najua kuna wengine hapa mmesafiri. Kama kuna ambao waliokuja kwa mguu hapa kanisani, nadhani huenda ni wachache sana, watu wa maeneo ya karibu hapa, lakini wengine wengi tumekuja kwa kutumia magari binafsi ama daradara, si ndio? hebu niulize wale tuliopanda daradara yule dereva uliyepanda kwenye daladala leo, kama dereva yule unafahamiana naye kabla, ni mjomba au ni shangazi, nyosha mkono. Yule dereva wa daladala uliyokuwa umepanda leo, kama unafahamiana naye, hatuwajui. Haya, tuliokuja na, na magari binafsi, huenda aliendesha mmeo au mkeo, si ndio eh? na kuna wale mlio kupanda na Bolt, mli request tu, si ndio? Hatuwafahamu. Aa, na ni mara nyingi tumekuwa tukipitia katika uzoefu huu, tunapanda mabasi, tunaenda mikoani, madereva hatuwajui. Hivyo ushapanda kwenye basi ukasema mdereva njoo nikuulize hapa maswali na leseni ya kuonyesha? Huwa tunauliza madereva mabasi leseni? Huwa tunaingia tu, tunakata tiketi tunaingia, yaani tunaamini tu kwamba dereva ana akili timamu, hajavurugwa atanifikisha ninapoenda hiyo huwa ni imani tu tunaiweka. Wale tuna, wanaopanda ndege e, wanaopanda treni, hata hujamuona dereva, hujamuona pilot, lakini unaingia tu mle. Unao uhakika gani kama dereva pilot siku hiyo amekunywa akaenda kuwabwaga, au hana leseni hajaenda kusoma? Lakini huwa tuna imani tu na mifumo kwamba kwa sababu hili ni basi liko hapa ni basi fulani e, na mimi ninaenda upaleni au ninaenda e, Moshi ninaenda Majita, ninaenda kusini huko e, ninaenda Talime, huyu dereva tu atakuwa ni dereva na atakuwa anajua. Tunakuwa na imani, lakini hatujathibitisha ile imani yetu kama ni kweli vile ambavyo tunaamini ni sahihi, na ndio yamekuwa maisha yetu hayo e, tunasafiri kwa imani kama moto wetu unavyosema, si ndio eh? Siku ya Wavumbuzi mwaka elfu mbili na ishirini na tano safiri kwa imani, unaweza ukaisi ni moto mgeni, lakini nimejaribu kuwapeleka muone kwamba kila siku tunasafiri kwa imani. Kuna wale ambao e, tunapenda kusafiri usiku. Unaendesha gari usiku unapishana na magari eh? Unatakiwa uwe kushoto, anayekuja awe kulia. Unakuwa na imani kabisa, yani anayekuja ya akaniona na atakuwa kulia. Akikuletea tu upande wako hapo ndio moyo unafanyaje? imekuaje? Lakini huwa tunapishana, tunaamini kwamba yule anayekuja ameniona na atapita kulia, huyu anayekuja atapita kushoto. Tumekuwa tukiishi tukisafiri, maisha yetu yamekuwa ni ni tunasafiri kwa kwa imani, ni maisha ambayo tunaishi kwa imani. lakini hebu nikupeleke katika tafakari pia e, nitatumia muda mchache tu, kwa sababu mhubiri mwenzangu ameshahubiri vyema kabisa na tumepata somo, na mimi kwa hii sehemu ya pili nitaifanya tu kuwa fupi ili kisha twende katika mapumziko. Hebu tafakari, ukipewa fursa ya kuonana na, e, na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ukaambiwa leo unatakiwa usafiri na rais, au leo unatakiwa usafiri na tajiri wa Tanzania, si tuseme ni Bakresa ama ni Mo e, ama ni GSM, unatakiwa usafiri naye. Na unatakiwa uchague sasa, yaani ye yupo tayari tu, wewe uchague unataka usafiri naye kwa njia gani. Mnatakiwa mtoke naye hapa Dar es Salaam muende Dodoma, na njia ya usafiri uchague wewe, mpande basi, mpande treni, mpande ndege. Wewe hapa umepewa hiyo nafasi, unadhani utachagua kitu gani eh? SGR. Okay. Eh, kuna mwingine mwenye jibu tofauti. Mimi ni mwalimu. Eh, sijatambulishwa kama mhubiri Bennocent. Nimetambulishwa kama mwalimu Bennocent na walimu na maswali. Na Biblia na Roho ya Unabii haijakataza mtu ukiwa ibada kuu usiulize maswali. Kwa hiyo tuwe huru. Ehe. Haya, Revina, njoo hapa haraka haraka huko karibu, njoo hapa haraka haraka. Wewe, Mama Samia amekuja sasa anakuambia Revina, nataka twende Dodoma wote. Unachagua nini? Basi, eh, treni ndege, wewe unachagua nini? Ndege au basi? Nataka kimoja. Wewe unachagua kipi? Ndege? Kwa nini ndege? Kwa sababu napenda kuruka angani. Ah, okay, anapenda kuruka angani. Pambana sana, tuje turuke na, na mabawa Yesu anaporudi. Ah, kila mmoja anaweza akawa na uchaguzi wake na akawa na sababu zake, lakini mimi ningeambiwa nisafiri na rais wa nchi hii kama angekubali twende kwa mguu, ningemwambia tutembee naye mpaka wapi? Dodoma. Nitakueleza kwa nini e. Nikichagua ndege dakika 45 tu, sijui saa tumefika. Nina mengi sana ya kumwambia sasa, huo muda hautatosha. Kwa hiyo, ninakwambia mimi nitachagua kwa mguu au kwa basi, kwa sababu nitapata muda mwingi. Nina mambo mengi sana ya kumweleza mama kuhusiana na hii taifa. Kama nitapewa nisafiri na tajiri eh, eh, mo au sijui tajiri wa duniani wa nini, na naye nitachagua hivyo hivyo, kwa sababu nitataka nita muda wa kutosha hapo njiani wa kuweza kubadilishana naye anieleze, nitakuwa na maswali ya kumuuliza kwa hiyo uh, tutakavyotumia muda mrefu zaidi ndivyo itanipa mimi pia fursa ya kuweza kupata experience na uzoefu mkubwa zaidi wa kukaa na huyu kiongozi sasa, uh, katika kisa cha somo letu la leo, uh, tunaambiwa kwamba kulitokea filamu filamu ilirushwa, filamu ya baba mmoja uh, kijana ambaye alikuwa na mke wake na watoto. Walipokuwa wakihitaji kusafiri kwenda kutembelea bibi na babu, huyu baba amezoea wakiwa wanasafiri na ndege, lakini safari hii akasema a a, sitawaambia ila nitakata e, tutadrive, tutaendesha tuta tu tutaendesha gari letu mpaka kijijini na ilipofika muda wa safari, waliweza kusafiri kwa kutumia nini? Gari. Watoto na familia walipata uzoefu mzuri wa kuzungumza, na mara gari imepata pancha, mara wamekutana na ajali. Kwa hiyo walipata muda mrefu sana wa kuweza kukaa kama familia, wakazungumza, wakacheka, wakapitia changamoto. Na muda wote watoto walikuwa wakimuuliza baba, baba, tumefika kwa sababu wamezoea ndege ni airport Shwa. Wametua kwa bibi, lakini safari hii ni mara pancha, mara wamefika sehemu kuchimba dawa, mara nini, na kila wanapoenda wanamuiza baba tumefika, anawaambia bado wanangu. Kwa hiyo ilikuwa ni safari ambayo walipata uzoefu mzuri, lakini pia maswali yalikuwa ni tumefika wakiwa wanasafiri kwa, kwa imani wakiwa pamoja na baba yao. Lakini katika Biblia kuna mtu ambaye aliipenda sana nchi yake, alilipenda sana taifa lake. Na huyu mtu hakuwa mtu wa kawaida kawaida tu. Mungu alikuwa amembariki, alikuwa na utajiri wa pesa, alikuwa na utajiri wa dhahabu, alikuwa na utajiri wa mifugo e. Tumesomewa fungu kuu letu uh, katika kile kitabu cha Mwanzo Mwanzo sura ile ya kumi na mbili. Hatutakuwa na mafungu mengi, tutulie tu na Biblia yetu katika kisa kile uh, sura ile fungu la kwanza linasema: Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Muda huu wakati Ibrahim akiwa anapewa ujumbe huu na Mwenyezi Mungu, wakati huu Ibrahim alikuwa ana familia kubwa, ana mke, ana watumwa wa kutosha, ana fedha, ana dhahabu, ana ng'ombe, ana punda, ana mbuzi. Ni tajiri, yaani tuseme tu ni tajiri. E, wenda katika dunia ya leo tungesema ana apartment, eh, ana maghorofa, e, ya kutosha e, ana, ana, ana, anaviete sijui tungesema kilimo kwanza e, yani, yani ana kila kitu amejitosheleza, lakini Mungu anampa ujumbe Ibrahim ondoka. Na anamwambia kuondoka, si kwamba anamweleza unaenda wapi, anamwambia tu katika nchi ya ahadi, nchi ambayo amempangia ame, ame, ame, ame aweze kuishi. Kwa hiyo unaona, Ibrahim anapewa ujumbe wa kutoka sehemu ambapo amepazoea sehemu ambapo yupo comfortable. Siku zote katika maisha yake amekuwa akiishi hapo. Na ukumbuke katika Biblia, uh, ukisoma katika kile kitabu cha ukisoma katika kitabu kile cha Yoshua eh, sura 24 na na ile fungu la pili, baba yake na Ibrahim Tera ulikuwa ni uzao ambao tayari walikuwa wameanza kuabudu miungu, na Ibrahim anakuja yeye anamwabudu Mungu wa mbinguni na ndiyo sababu hata Mungu anamtokea Ibrahim na kumpa huu ujumbe kwamba ondoka na uende katika nchi nitakayokupeleka. Haambiwi ni wapi. Ninaamini katika kipindi hiki, ingekuwa ni leo, angeambiwa Ibrahim, ninaomba utoke Dar es Salaam, labda uende Iringa, labda uende wapi, lakini unaambiwa tu atoke Dar es Salaam na hajui anapoenda. Na nikawa nina tafakari kisa hiki na kujiuliza maswali kadha wa kadha. Fikiria leo hii Mungu amekuja kwako wewe, baba, amekutokea kwenye njozi ama umekaa sebleni ukiwa unaangalia TV yako, kwamba ninaomba utoke hapo nyumbani kwako na uende katika nji au taifa ambalo mimi nitakuelekeza. Ukapokea huu ujumbe, hebu tafakari pale katika familia yako. E, unahisi huu ujumbe unaweza ukautekeleza? ukipata picha ile, wakati unatafakari, kama ni baba, vuta picha ya mkeo wakati unaenda kumpa huu ujumbe, unadhani utaeleweka, ama utaonekana unataka kudata kama baba wa familia? Na kama ni mama, umepata ujumbe kama huu, unahisi ukienda kumwambia mmeo atakupeleka Muhimbili au Mloganzila, kwamba ukaangaliwe kidogo kama uko mzima, au unahisi ataupokea? Kwa Ibrahim ilikuwa tofauti alipokea ujumbe huu na alipoufikisha kwa mkewe na kwa jamaa zake, kama baba wa familia, ujumbe huu ulipokelewa na ukaweza, uh, wakatekeleza wote na wakaweza kuanza safari, na hii sasa ni safari ya imani. Unatoka unapopajua, unaenda usipopajua, ni safari ya imani ambayo, uh, katika zama hizi huenda tungepewa ujumbe huu sisi, huenda tungekwama huenda mke wako angekukwamisha katika hii safari ya imani huenda mume wako angekukwamisha huenda watoto wako wangegoma kwamba baba wewe nenda endelea na safari yako ya imani huko ulipoambiwa sisi tutabaki hapa hapa mjini kwa hiyo ni safari ya imani ambayo inataka umoja kama ni familia basi familia iondoke kwa umoja huenda kama uh, mke wa ibrahim angemsumbua huenda kisa hiki kingekuwa tofauti kwamba uh, Sara amegoma, kwa hiyo na Ibrahimu akaacha kwenda nchi ya ahadi. Watumishi wangegoma, huenda kisa hiki kwenye Biblia kingekuwa kimeandikwa tofauti, kwamba Ibrahimu alipewa ujumbe lakini watumishi wake waligoma, akairisha safari, na mwisho wa siku Mungu angeenda kutafuta mtu mwingine kwa sababu wana watu wengi, akampa huo ujumbe. Lakini tunaona kwa bahati nzuri kwa Ibrahimu Uh, watu wake na mke wake waliupokea vyema ujumbe huu na wakaweza uh, kuutekeleza. Kwa hiyo ni tafakari hiyo ya kwanza kwa familia zetu kwamba katika safari ya imani huenda ukakwamishwa na watu wako wa karibu, uenda ukakwamishwa na ndugu ama jamaa. Hivyo wewe ukiwa katika familia pale, sisi ni wasafiri wa imani. Tunapokuwa katika maisha haya, tunapokuwa tukipambana kuweka maisha yetu yawe vyema, tumpendeze Mungu wetu hakikisha, kama ni mama haumkwamishi mumeo, kama ni baba hakikisha haumkwamishi uh, mkeo, kama ni mtoto hivyo hivyo usikwamishe mwenzio, kama ni mshiriki katika safari hii ya imani hakikisha haui kikwazo cha kumkwamisha mshiriki mwenzako. Kuwa mbaraka, kuwa mtu wa kusapoti uh, ukuaji wa washiriki wenzio kiroho kadi wanavyokuwa wakiuchuchumilia wokovu na Kisa hiki cha Ibrahim ni kisa ambacho wakati mwingine unaweza ukakitafakari kwa namna tu ambayo ni ya kawaida, lakini ni kisa ambacho ni kirefu, ni kisa ambacho kimechukua miaka na miaka, na ni kisa ambacho Ibrahim anaanza hii safari, lakini inakuwa ni safari yenye vikwazo. Tukisoma kile kisa, tukisoma tukipata muda, tukapitia hiyo sura nzima utaona kuna wakati walikumbana na njaa wakalazimika kwenda ugenini. Kuna wakati katika harakati za kujikomboa, e, Ibrahimu anamwambia Sara, useme wewe ni dada yangu. Kwa hiyo kulikuwa kumegubikwa na mambo mengi sana katika safari hii, na kingine, kulikuwa na changamoto. Hata tunaona akiwa na ndugu yake Lutu wamebarikiwa sana, wana mali wanawafanyakazi na wafanyakazi wao wanaanza kugombana. Kwa hiyo ilikuwa ni safari aa, ya imani lakini iliyokuwa na changamoto za hapa na pale, lakini katika changamoto hizi zote hazikumfanya Ibrahim kuwailisha safari yake. Safari iliendelea na maisha yao yalikuwa ni maisha ya kwenye matenti. Pathfinder wanafahamu wa, tukienda kukemp tunalala kwenye matenti Ibrahim miaka hiyo yote akiwa anasafiri, maisha walikuwa wanalala kwenye matenti jangwani. Watoto, kuna vizazi ambao walizaliwa kwenye matenti, wamezaliwa jangwa hili, wameenda tena huko, wameongezeka na wakaongezeka. Kwa hiyo ilikuwa ni safari ambayo uh, ilikuwa na changamoto nyingi sana, haikuwa safari rahisi, lakini ilikuwa na mambo mengi ambayo yangeweza kuwakatisha tamaa. na mwandishi wa somo hili Anasema kwamba wakati mwingine a, kisa cha Ibrahim kwa sababu ujumbe huu walipewa na Mungu, tuliamini au tungetamani kisa hiki kiwe kizuri na kitamu chenye kuvutia kama ifuatavyo. Ibrahim aliacha nchi yake, akaenda nchi ambayo Mungu alimwahidi. Watoto walikuwa na muda mzuri wakiishi kwenye hema zao maisha yenye furaha ambayo walikuwa hawajayapata kabla, kama ambavyo watafuta njia na wavumbuzi huwa na muda mzuri kambini. Lakini Ibrahim alikuwa na wajibu mkuu, kama ilivyo kwa viongozi wako. Ardhi aliyoipata huko ilikuwa na rutuba na iliyokamilifu kwa kuchangia, uh, kwa kuchungia wanyama na kulima mazao. Kila aina ya miti na matunda ilikuwepo na mito iliyotiririsha maji ilitenganisha nchi Licha ya umri wa Sara bado alipata mimba na kuwa na watoto wengi waliokuwa imara na wenye afya. Nao pia wakawa na watoto wengi, na kwa namna hii Ibrahimu aliuona mwanzo wa ahadi ambayo Mungu aliyomwahidia kuwa uzao wake ungekuwa mkubwa kama mchanga wa bahari. Hii ni namna ambayo uh, unaweza ukasimulia kisa hiki kwa namna ambayo tunasema laini na ambayo ya kuvutia kwamba kisa hiki kingekuwa kinasomeka hivi, kingesimlika hivi, kama kingetokea hivi safari hii, basi tungesema ilikuwa ni safari ambayo ni rahisi sana kwa Ibrahim na Sara. Lakini utaona toka waahidiwe kupata mtoto tu, imewachukua mpaka kufika katika uzee wa kukata tamaa, ndipo wanapokuja kupata mtoto wao wa kwanza ndipo wanakuja kuona tumaini, lakini utaona kwa kupambana kote huku jangwani, mwisho wa siku uh, Ibrahim hata katika hiyo nchi ya ahadi hafiki. Kwa hiyo unaweza ukaona ni safari ambayo alianzisha akiwa na matumaini makubwa kwamba ataweza kufika na ataweza kuimaliza safari hii, lakini safari hii inakuwa ni, uh, ni ndefu na ikiwa na changamoto nyingi ambazo uh, zinamkabili zina lakini ahadi hii hii ambayo mungu aliweza kumpa uh, ibrahim turudi pale katika mwanzo uh, mwanzo sura yetu hiyo ya kumi na mbili mwanzo sura hiyo ya kumi na mbili na kwanzia fungu lile la pili anasema nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako nawe uwe baraka nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Huenda Ibrahimu angeambiwa tu kuondoka, angekuwa na uzito, lakini Mungu wetu siku zote anapotupa kazi iliyo ngumu, kazi yake siku zote inaambatana na ahadi za kufurahisha, ahadi za kutupa tumaini tunaona hapa kwa Ibrahim anaahidiwa atapewa nchi iliyo nzuri. Ndivyo hivyo hivyo, ukiangalia katika Biblia, watu wote katika mambo yote, walipoacha mambo yao na wakapata wito wa kwenda kuifanya kazi ya Bwana, wote walikuwa na ahadi ya kwamba, kwa kuacha mambo yako na kunifuata mimi mimi nami Bwana nitaweza kusimamia mambo yako na kukubariki hata wanafunzi wa Yesu wa, wakina Petro walimuuliza Yesu, tumeacha vitu vyote na kukufuata wewe, tutafaidika na nini? Tukisoma katika Mathayo ile sura ya 19 fungu la 27 mpaka 29 tutaona nao walipewa ahadi, walipewa tumaini, nao wakaona kwamba okay, kumbe tukiacha yote na tukamfuata Yesu mwisho wa siku hatuna hasara. Kwa hiyo wakachagua kuambatana na Yesu kwa umri wote wa Yesu uliokuwa umebakia, na mwisho wa siku wakiwa na tumaini kwamba ahadi ambazo ameahidi Mungu siku zote ni za hakika na Mungu huzitekeleza kama ambavyo alitekeleza kwa Ibrahim, dakika za jioni kabisa, wakiwa wamekata tamaa hata ya kupata mtoto, lakini Mungu bado ni mwaminifu, alihakikisha kabla hawajaonja mauti Washuhudie kwa macho yao kwamba ahadi za Mungu ni za hakika na za kweli. Na ndivyo hivyo, katika tafakari ya leo ni watie moyo, tunapokuwa katika siku hii ya wavumbuzi. Aa, tukumbuke kwamba na sisi tunasafiri katika safari ya imani, tunasafiri kwa imani. Tulichagua kuwa Waadventista wa Sabato kwa imani, tukiamini kwamba uchaguzi tuliofanya wa kumfuata Yesu kupitia uh, uh, kanisa letu hili, ndipo tumefanya uchaguzi sahihi, na tuna imani kabisa kwamba mwisho wa siku uchaguzi huu wetu tuliofanya ni sahihi. Siku moja Yesu atarejea na tutapata nafasi ya kumlaki mawinguni, kwa sababu tulichagua kusafiri kwa imani kwa kufanya machaguzi ambayo ni sahihi. Na ndivyo niendelee kuwatia moyo katika safari hii. Tusikate tamaa, tuendelee kumtumainia Bwana kila siku, tupige hatua mbele, tukiukaribia wokovu. Tunapoanguka tusikate tamaa, tuinuke, tukung'ute vumbi, tusonge mbele. <coughs> Jirani yako anapoanguka, mshiriki mwenzako anapoanguka, hii ni safari ya imani. Mtie moyo, mshike mkono, tusonge mbele. Mkeo, mume wako anapoanguka kama mwenza, mtie moyo, tusonge mbele. Watoto wako wanapokuwa wamekengeuka, wameanguka, wanaenda kinyume na vile ambavyo wewe ungetamani, au wanaenda kinyume ambavyo na wewe unaamini kabisa walipaswa kuwa hivi, lakini wamekengeuka, ni safari ya imani. Watie moyo watoto wako, usiwakatie uh, tamaa, washikilie, waelekeze kwa Yesu, twende nao pamoja katika safari hii ya imani. Na huwa tunapenda kuona majibu ya uaminifu wetu yakitokea kwa sasa. Lakini sivyo namna ambavyo Mungu hufanya kazi. Wakati mwingine jibu linaweza kuchukua muda wa kizazi kizima ndipo lipatikane. Lakini jambo moja ni hakika, ingawa safari inaweza kuwa ndefu na ngumu, Mungu hutunza ahadi zake na atauzawadia uaminifu wake kwako katika kipimo kilichoshindiliwa na kusukwasukwa. Siku zote Mungu amekuwa mwema. Tunasoma Biblia, tumeona katika kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, wote waliopata ahadi, wote walioahidiwa na Mungu huyu tunayemwabudu Mungu alitekeleza alichowaahidi. Huenda kuna wakati waliona Mungu amechelewa wa huenda kuna wakati waliona Mungu asikii wa ama Mungu amesahau. Lakini kwa kuwa tu Mungu aliwaahidi visa vyote katika Biblia katika mwanzo mpaka ufunuo, Mungu alitenda kwa wakati aliyeona yeye, huu ndio wakati sahihi wa kufanya jambo au kutimiza ahadi yake. Ndivyo hivyo hivyo anatimiza hata katika maisha yetu leo. Kuna mambo mengi huenda tunamwomba Mungu katika safari yetu hii. Kuna mambo mengi tunatamani atutekelezee, tuendelee kuwa na imani, tukisafiri kwa imani. Wakati ulio sahihi, ambao Mungu anaona jambo hili nikifanya kwa mtoto wangu sasa hivi ndipo litakapokuwa baraka, wakati huo ndipo Mungu atafanya. Huenda wakati mwingine hakufanyii sasa, kwa sababu anajua akikufanyia sasa, bado hujaimarika, huenda hilo jambo uliloomba likakupoteza na lisiwe baraka kwako. Kwa hiyo, kwa tuendelee kumwamini Mungu, tuendelee kusafiri kwa imani kama walivyosafiri Ibrahim, tuendelee kuwa na imani kama ambavyo Naaman alitii akawa na imani na akaenda kuoga katika mto mchafu mara saba na akapona ukoma wake. Je, katika zama hizi kuna jambo ambalo ni kubwa sana Mungu ametuomba kushinda alivyoombwa Ibrahim? Mungu hajatuomba kuacha familia zetu tuzitekeleze tuzitekeleze twende sehemu nyingine. Ambacho ametuomba Mungu ni utii. Utii kwake. Utii katika kutegemeza kazi yake. Utii katika kuwa mbaraka kwa wengine. Je, hicho alichotuomba Mungu ni kikubwa sana kuliko kile alichokiomba kwa Ibrahim? Ninaamini Ibrahim aliombwa kutenda jambo kubwa ambalo aliweza kulifanya. Je, mimi na wewe tutakuwa na kisingizio gani? Kama Ibrahim aliweza, wewe na mimi kwa kushindwa kwetu tutamwambia nini Mungu? Maana e, muda huo tunapotafuta e, sababu za visingizio Ibrahim na yeye atakuwa pale pembeni. Ukimtizama tu Ibrahim unakosa nguvu, kwa sababu yeye aliweza, wewe umeshindwa, na yeye alikuwa ni mwanadamu kama mimi na wewe. Kwa hiyo niwatie moyo, uh, niwatie moyo katika jioni ya leo na ninapoenda kumaliza tafakari hii kwamba tupo katika safari ya imani, tumtegemee Mungu, tushikane mikono. Safari inaweza kuwa na milima na mabonde, tukishikana pamoja kama washiriki kama familia hakika Mungu hatatuacha na atatufikisha mwisho wa safari yetu. Bwana aweze kumbariki kila msafiri aliyeko hapa. Tunapokuwa tukisherekea siku hii ya wavumbuzi, tukumbuke kwamba safari yetu ni ya imani, haihitaji ujanja ujanja, haihitaji hasira, haihitaji ujuaji, ila inataka zaidi tujishushe kwa Mungu, tumtegemee Mungu na yeye atuongoze uh, kufika ule mwisho mwema, na mwisho wa siku kama tulivyoianza safari kwa wingi wetu, tufike mwisho kwa wingi ule ule, tukifurahia na kumtukuza Mungu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Na kwa kufika hapo, tutakuwa tumefika mwisho wa tafakari ya somo letu la leo katika siku hii ya Wavumbuzi, na kwa namna ya pekee Aa, kila mmoja alipo hapo ni wasii tuweze kusimama na nimkaribishe uh, korista wetu atakuja kutuongoza kuimba wimbo wetu wa namba 65 tutaimba uh, beti moja na, na chorus Twendeni askari watu wa